Karibu kufuata habari za kutoka Grand Lac One TV. Hii ni chombo cha habari, hii ni burudani kwa wote. Grand Lac One TV, the sound of news. Habari tulionayo kwa sasa ni kutoka kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Sidikivu, Noru Kivu, Kinshasa, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi Yaliyojiri kwa sasa ni kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bukavu. Inasemekana kwamba rais mstaafu Joseph Kabila yuko jijini Bukavu kuendeleza mazungumzo na vyombo mbalimbali vya kiraia, wanasiasa ambao wanaoshikilia katika mji huo, magaidi wa M23. Hiyo jana milio ya risasi lisikika kuanzia alfajiri hadi saa kumi kasoro. Wazalendo walikuwa wakipigana na magaidi wa M23 hapo hapo Bukavu na huko Goma ni hivyo hivyo. Katika mji wa Ruchuru, Masisi, Kiwanja, wazalendo walikuwa wakipambana na wanamgambo hao. Tuseme ni magaidi kwa sababu ni jina ambayo Umoja wa Mataifa iliwapa hao, ni magaidi, yaani wanaua watu ovyo ovyo, watu ambao wasikuwa na hatia. Walipambana vilivyo kabisa, mpaka sasa hivi tunapoongea wakingali wanapigana. Kinshasa, Rais wa Jamhuri wa Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Kisekedi ameitikia barua ya kujiuzuru waziri wa sheria Bwana Konsta Mutamba ili akabiliwe na mashtaka ambayo inayomuhusu. ina tunaenda ki huko <tipo> Tanzania katika <katika. tipo> <tipo> <tipo>